Sasa mradi huu ni mradi mmoja muhimu, na miongoni mwa miradi inayobadilisha sura na taswira ya mji wetu. Ajenda ya mkoa wetu ni maendeleo. Maendeleo hayo hayawezi kuanza bila jiji kuonyesha dira ya maendeleo yenyewe. Wageni wakija wanatua hapa. Sura ya jiji ndio inaweza kupeleka sura ya mkoa. Soko letu hili la machinga hili soko lilipaswa kujengwa na pesa ilitolewa tangu elfu mbili na ishirini na moja na Daktari Samia Suluhu Hassan milioni mia tano. Pesa hizo zimekaa kwenye akaunti mwaka jana, mwaka huu. Wakati niko kwenye bajeti, nafikiri watu wa uchumi mko hapa Niliwauliza maswali kwa nini hamjengi soko la wamachinga na pesa mnazo tangu elfu mbili na ishirini na moja. Fikiria pesa zimekaa elfu mbili na ishiri na moja, elfu mbili na ishiri na mbili, elfu mbili na ishiri na tatu, elfu mbili na ishiri na nne, mwaka huu mimi ndio nakuja kugundua kuna milioni mia tano zimeletwa na Daktari Samia kwa ajili ya ujenzi wa soko la wamachinga jiji la Arusha na ziko kwenye akaunti ya wajengi. Moja ya kilio chao walichoniambia wataalamu, wakikaa na wamachinga wakikubaliana, kuna mtu mmoja kazi yake ni kurudi nyuma kuambia wamachinga msikubali kwenda kujengewa soko hapo kata, yeye ni ombeni, mjengewe pale. Wamekaa miaka hiyo yote, hela ziko kwenye akaunti, na hizi pesa sio hela za jiji. Hizi pesa zimeletwa na Daktari Samia. nikawaambia huu mwaka ukiisha hatujajenga soko la wamachinga machinga, ama zenu ama zangu. Ndio maana leo wameniita kuja kushuhudia ya kwamba nilichowaambia mwezi wa nne, mwezi huu wa sita kinatimia na soko la wamachinga linajengwa. Mheshimiwa mwenyekiti wa, Mweshi wa mekiti, chetu, chama chetu cha Mapinduzi, kwenye utekelezaji wa ilani, hatuangalii makunyanzi ya mtu, hatuangalii idadi ya waganga wa kienyeji alionao, hatuangalii huruma anaotiatia kwa watu. Sisi tumekabidhiwa ilani, na jukumu la serikali ni kuhakikisha ilani hiyo inatekelezeka na wananchi wanaona, imani inajengwa na Chama cha Mapinduzi kinaheshimika. Namshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali ni miongoni mwa watu ambao wametuwezesha kufikia hatua hii. Yako maeneo mengine watu wana mikataba wamepeleka mahala, kwa sababu ya mahusiano na kutokufuatilia ofisi na mambo mengi, unakuta mambo yako mengi yamerundikana kwenye ofisi. Kama wewe sio mjanja, unaweza kabaki tu, tutasubiri mkataba huko kwa sheria mkuu, utasubiri mpaka mwaka unapinduka, lakini yeye amekuwa mwema sana najua yuko kazini sasa hivi, ameenda nje kusimamia mkataba mkubwa ambayo ni sehemu ya matokeo ya mapinduzi makubwa anayoyafanya Daktari Samia ya kuhakikisha kwamba ule mradi wa Liganga kule na wenyewe unaingia kwenye rekodi ya serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo nakushukuru sana kakaangu yangu Joari, usitutoke mkoa wetu Arusha tushike mkono ili miradi yote iliyobaki tunataka yote tuikwamue mimi hapa ndoto yangu tarehe moja mwezi wa saba usiwepo mradi hata mmoja ambao pesa zipo nia ipo alafu msaiti hakuna mkandarasi hapana tunataka miradi yote itekelezeke kwa wakati ili wananchi wa Arusha na mkoa kwa ujumla waendelee kuwa na amani na furaha na serikali yao Agarim. E, kampuni yetu ya SUMA JKT ujenzi makao makuu yake yako pale Nane Nane ndani na tunatekeleza shughuli zetu. Kanda yetu inashughulika na mikoa miwili, mkoa wa Arusha na mkoa wa Manyara, ndio maeneo yetu ya kufanyia kazi, na katika mradi huu sisi ndio tume tumeshinda zabuni ya kutekeleza ujenzi wa soko la machinga ambalo mkataba wake wa kutekeleza miezi sita, na kwa upande wetu sisi, kwa sababu ni shughuli ambayo ni shughuli ambayo jiji la Arusha kwa sababu amba ambayo ni shughuli ambayo tumeaminiwa na jiji la Arusha, tunaahidi kwamba tutatekeleza kwa muda ambao umepangwa na ikiwezekana tumalize kabla ya muda amba, ambao umepangwa ili tuweze kutimiza matakwa ya uongozi wa jiji. Kwa kweli SUMA JKT ni kampuni ambayo kwa kweli inatekeleza miradi yake kwa ubora mkubwa, na naahidi tu kwamba shughuli ambazo tunapewa na serikali tunazitumiza vyema, ili kujenga kujenga kujengea jina, kujenga jina ya kampuni yetu. Vile vile sisi kama wadau wa serikali, sisi kampuni yetu ni wa kizalendo, kwa sababu ni kampuni ambayo iko chini ya, ya serikali kwa hiyo matumaini yetu kabisa kwamba hatuwezi kuangusha, na hii kazi tutaimaliza kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa.